Nikushukuru sana mtazamaji wetu wa NY TV, wewe ambao umeendelea kutufuatilia shuhuda mbalimbali ambazo zimekuwa zikiletwa kwako, na mbele yetu tunaye dada ambaye tumesikia habari zake, ana ushuhuda mzito ambao nina imani kabisa, ukiusikiliza utakujenga, utakuinua, utakutoa mahali fulani na kupeleka mahali pengine. Amepita katika mapito mazito na amefanya matukio mengi makubwa na kwa sababu tunaye hapa mbele yetu na imani kabisa utajengwa ukikaa ukamsikiliza. Tumsikilize na atajitambulisha yeye ni nani, mzaliwa wapi, na kwa sasa Mungu amemtendea nini. Bwana asifiwe. Na unaitwa nani? Naitwa Debora Ekima. Uh, kwa mimi kwenye familia mi ni mtoto wa pili kwenye familia ya watoto watano. Ni mzaliwa wa Arusha, ni Mmeru miaka 29. Amina. Kwanza nikupongeze sana kwa maamuzi ambayo umeyachukua ya kuamini kwamba Mungu anaweza na Mungu anafanya kama ambavyo tumeweza kusikiza pale kanisani, ukitoa ushuhuda wako, na nikaona ni vizuri tukae tuzungumze kwa ukaribu, pengine kuna mambo mengine ambayo umeyasaza ukuweza kuyaongea kutokana na muda ambao tulikuwa nao pale kanisani. Tupate historia yako kwa ufupi, mpaka haya matukio nakuja kupata nini haswa akili Changia, mpaka ukaingia katika uh, uh, katika hizo tabia au hiyo hali uliokuwa nayo kwa fupi. Kwa kwa maisha kwenye kuhusu maisha yangu, yaani tuseme hiyo nini, tuseme nilikuwa na tabia ya kuwa na mahusiano na vijana na hii kwanza ilianza nikiwa secondary form two elfu mbili na kumi na mbili nakumbuka, nilianza kuwa na mahusiano nikiwa kidato cha pili elfu mbili na kumi na mbili na ilipelekea performance yangu darasani ikawa inaanza kushuka, na ilipelekea kidato cha nne sikuweza kufaulu, nilitoka na division zero kabisa. Lakini pia pamoja na kufeli, wazazi wangu hawakuwahi kunikatia, ikiwemo ikiwemo baba hajawahi kunikatiaga tamaa kabisa, akawa amenipeleka VETA Mikumi, Morogoro Nikawa nimeenda kusomea mambo ya upishi, nilisoma kwa muda wa miezi sita, na baadaye nikafanikiwa kwenda kufanya field miezi yangu mitatu. Na baada ya hapo, nikawa sasa nimefikia hatua ya kuandika barua kuomba ajira, lakini kwa akili zangu isingewezekana hata kusema naenda kuomba ajira kwa kuwa hata cheti cha form four kupataga kopia ingekuwa vigumu kwa mimi kuajiriwa na serikali. Kwa hiyo nikawa nimemshirikisha baba yangu, akaniambia nitulie tu nyumbani anayafahamiana na watu atanitafutia kazi, lakini mimi ile kuvumilia nyumbani niliona kama vile ananicheleweshea. Kwa nini nikae nyumbani wakati nina marafiki tu naweza nikaongea nao wakanitafutia kazi? Lakini baadaye baba akawa kwenye harakati za kunitafutia kazi, nikawa nimebeba ujauzito na ile ujauzito huo nime, kumbe kipindi nibeba ujauzito mi nilikuwa sijui kwao si, baadaye nimekwenda hospitalini kuonana na daktari ndo akawa mnaambia mimi ni mjamzito. Kwa hiyo kwa nimerudi nyumbani siku amenitafutia kazi. Sasa ikabidi nimueleze majibu ya hospitali. Yule bosi wangu bosi wangu ni mtu wa TANAPA, kwa hiyo akawa amemshirikisha kwamba, bwana, binti yangu ni mjamzito. Kwa hiyo bosi akawa analitambua hilo. Kwa hiyo baba akanipeleka mtu ambu kweli nimepeleka mwaka jana kazini kule nimekaa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano. Kwenye mwezi wa sita nkaa nimeanza kuumwa napata, kuna wakati nakuta nimebanwa na mkojo, nikaenda kujua mkojo unagoma, nime kutoka nimepewa bed rest. Kwa hiyo kabidi tu bosi nipewe tule ruhusa, nkaa nimekuja nyumbani kupumzika. Baadaye nkaa nimehamia kwa shangazi yangu nikakaa pale. Baadaye hali ikazidi kuwa mbaya, nikawa nimepelekwa hospitali, baadaye nikahamishwa hospitali nyingine ya Tengeru. Pale nilikaa kwa muda wa mwezi mmoja, maana nilipata tatizo la pressure. Pressure lilinipelekea mpaka ikabidi sasa ni nijifungue kabla ya muda, maana nilijifungua premature, mtoto alikuwa na kilo 1.5 kwa hiyo, pia nilishindwa kumlea ule mtoto kwa kuwa nilikuwa nikimuogopa na kusema kwamba namuona kama ni panya, maana alikuwa ni mdogo sana kwa pia yule mtoto hajapata kumbatio langu, hajanyonya kabisa, ikapelekea sasa ikalazimika tu mtoto apelekwe kwenye kituo cha kulelea watoto. Kwa hiyo ndiyo mtoto yuko kule, lakini namshukuru Mungu kwa kuwa sasa hivi anaendelea vizuri. Lakini pamoja na hayo yote, mpaka hapa ninavyoongea, ninavyoshuhudia hivi, baba mtoto simfahamu. Kwa nini unasema baba mtoto simfahamu? Baba mtoto simfahamu kwa kuwa nilikuwa nikichanganya wanaume, leo niko na huyu, kesho niko kwa sasa tele kumfahamu inakuwa vigumu sana lakini nikimwangalia yule mtoto ni mweupe tofauti na mimi mama yake, lakini kuna, ki, kuna, kama, kuna kijana nisiekuagania kwenye mahusiano kipindi nimetafutiwa kazi Mtoa Mbu, nikawa nimemshirikisha kwamba nina ujauzito akawa ameniambia kama una ujauzito na unataka tuendelee kuwa kwenye mahusiano, nikatoe mimba mimi nikamwambia sitoweza kutoa. Nini? kutoa mimba? Je, nikitoa mimba afu nikafa? au kama ndo huyu mtoto Mungu amenipa mmoja. Akawa ananiambia basi kila mtu afuate maisha yake. Basi kweli nikaa nimeendelea kipindi chote nafanya kazi. Na istoshe ni mdogo kwangu, maana mimi ni, mimi kwa mimi nimezaliwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita, wakati yule kijana amezaliwa elfu mbili. Kwa hiyo unaona kama kuna distance, tumepishana miaka. Na yeye ni mtu akigoma ni muha, na alikuwa kipindi hicho alikuwa nasoma Chuo cha uhasibu Njiro akawa anasomea mambo ya IT. Kwa hiyo nikaendelea hivyo hivyo mpaka nimejifungua. Baada kwa nimeambia kwa kila mtu afuate maisha yake, hata namba zake kali nimezifutaga. Sasa baada kwa nimeshajifungua nikaona mtu ananitafuta. Mimi ni fulani, ongea nasikia umejifungua, ongea nikamwambia asante. Sasa kipindi mtoto akiwa kituo cha kituo cha kulelea mtoto, kituo cha kwanza akawa ananiambia namtaka mtoto wangu. Nikamwambia unamaanisha nini? Unaposema unamtaka mtoto wako, mtoto ni wa kwangu. Nikamwambia uwezi kusema ni wakwako, maana ulishia mkata tokio akiwa tumboni. Unasemaje ni wakwako? Ni wakwangu kabisa, hiyo ni damu yangu. nitaenda kukuloga. Nikamwambia kama unaweza kuniloga, nenda mi, huta niweza kuniloga maana mi nina Mungu, uwezi kuniloga kwa. Mpaka leo ni kitu kinanisumbua sana moyoni, maana kuna kuna siku tena nishie kumuuliza baba yangu, nikamwambia baba, maana mtoto wangu anaitwa Joshua. Nikamwambia baba, Joshua anakuwa atakuja kuniuliza baba yangu yuko wapi, itakuwaje? Baba akanambia, kwa kwakua umekubali kumfuata Mungu, Mungu hawezi kukuacha. Okay, wakati unapata ujauzito na unaleta taarifa kwa baba, baba alilipokea? kwa kweli baba hakulipokea vizuri, maana mi mwenyewe sikutarajia. Mimi mwenyewe kipindi naambiwa nilishtuka, kwa pia baba kama mzazi hakulipokea vizuri, kwa jinsi nilivyomuona Hakupokea vizuri. Okay, katika yote ambayo umeshawahi kuyafanya, ni tukio gani kubwa ambalo unalikumbuka ulilifanya na halitakaa litoke katika moyo mw wako? Tukio nililolifanya na ambalo sitaka nilisahau ni tukio la kuchoma nyumba ya mama mdogo wangu da Dar es Salaam, kivule kule, matembele ya pili. Ilikuwaje? Ilikuwa nipo tu ndani nimekaa, nilikuwa naangalia TV basi tu nikasikia tu kitu kinaniambia, akachukua kiberiti, uende kwenye chumba cha watoto uende ukawashe ukawashe godoro na mimi kweli nikaisikiza ile sauti ngana, kachukua kiberiti nikawasha godoro iliku. Jango, ilikuwa ni saa ngapi? Ni mchana ni usiku? Ilikuwa ni mchana mida saa saba kuelekea saa nane. na ulikuwa uko peke yako, wote wapo wote walikuwa wako, nilikuwa tuko tu wawili, mimi na mtoto wa binamu yake na mama mdogo baba mdogo wangu mume wa mama mdogo wangu, yeye alikuwa amepumzika, mimi nilikuwa niko sebuleni naangalia TV koko, nikaisikiliza ile sauti nikaenda kule nikachukua kiberiti <gibiriki> nikaingia kwenye chumba cha watoto nikawasha godoro ikaanza kushika nyumba, afu mimi kasa nimetoka nje. Baada ya kutoka nje, ukachukua toa gani au kaacha tu ikaendelea kuungua? Niliacha tu ikaendelea kuungua. Baadaye nikasema eh, nimfuate yule aliyelala, anaitwa alikuwa anaitwa Elvivina. Nikamfuata sasa. Ni mnyo kama nipotelea usingizini kabisa, yes, ajua kabisa nyumba inaungua? Nikamwambia nyumba inaungua, kushtuka hivi ukatoka nje kuanza kukimbia, kusema nyumba inaungua, nyumba inaungua. Majirani kweli wakawa wamekuja, wapigie nani, zimamoto. Baadaye ndo wakawa wamefika kweli, lakini huku mama mdogo akawa shapigwa tarifa kwamba nyumba imeungua, maana mume wake pia alikuwa ameenda kazini, naye pigia mpaka afike, nyumba imeshazimwa tayari. Kwa hiyo kuna baadhi ya mali ziliteketea kwa moto. Ndio, kweli nyumba iliteketea kwa moto, moto vibaya sana. Nini iliungua? Hamna kitu kilichobaki, nimebidi imebidi sasa hivi wanzi tena kukarabati tena kwa upya. Na baada ya kufanya hicho kitendo, uliwahi kusukumwa kumwambia huyo shangazi kwamba hiki kitendo mimi nilikifanya au likaa kimya? Kwa mara ya kwanza nilikaa kimya, niliogopa, mara walikuja mpaka mapolisi, kwa hiyo mi nikawa nimefanya kuogopa, lakini baadaye ilibidi tu niwaambie ni mimi nimefanya hicho kitendo, lakini sikukifanya kwa kukusudia wala kwa makusudi, ni sauti ilinisukuma, lakini hicho kitendo mpaka sasa hivi kuna kati nini kikaaga na jutia kweli, kwa nini nili kwa nini nilisikiliza ile sauti? Maana pia kupitia ile tukio imefanya kama vile mafarakano kati yangu mimi na ndugu zangu. Okay, baada ya kusema kwamba wewe ndio umefanya ile tukio, kuna hatua zozote zile zilichukuliwa na wao kukuadhibu wewe? Hapana, walibidi tu wamweleze baba yangu kwamba nirudi Arusha nyumbani na baba. Baada ya kupata hizo taarifa ya kwamba umechoma nyu, umechoma hiyo nyumba alis, alisemaje? Labda wao walichukuliaje hiyo? Kwa kweli sasa siwezi kujua lilichukuliaje, lakini nadhani atakuwa lilichukulia kwa uzito sana, maana ni nyumba ya shemeji yake. Okay, nitake kufahamu sasa aa, katika ya yote ambayo umeyapitia unaweza ukamzungumziaje baba mzazi? Kwa kweli baba mzazi na, kwa jinsi m... kwa kweli ni baba, nasema baba ni amekuwa kama rafiki kwangu, amekuwa mwalimu kwangu, yani najivunia sana kuwa na baba o, baba huyu nimetoka naye mbali sana, yani hajani, namwombea sana Mungu ampe maisha marefu maana ni, yani ni mengi, ni mambo mengi nimeyafanya, lakini hajawahi kunikatia tamaa, na ni kwa vile anamtegemea Mungu. Ingekuwa sio kwamba anamtegemea Mungu, sidhani ningekuaga wapi au kama angenikatia tamaa, nakusema nimwacha aendelee na kusema, ah, light, nimwacha, ma maisha yake, kwa kweli sijui leo hii ningekuwa wapi, ila namshukuru sana Mungu kwa ajili ya baba yangu. Kweli Mungu ampe maisha marefu, azidi kumtumikia Mungu maana bila Mungu asingekuwa hapa, asingefika hapa hmm. amekutana na mi, mi, milima na mabonde mengi, lakini hajawahi kukata tamaa, amezidi kumtumainia Mungu. Kwa hiyo nazidi tu kumwombea Mungu wa, Mungu ampe maisha marefu. Na katika matukio yote ambayo lishai kufanya, hakuna hatua yoyote ile ambayo baba alishaichukua pengine ikakuumiza moyo wako? Hapana, kwa kweli hakuna maana hata pamoja na kweli iliwahi aliwe kunipeleka soba, kunipeleka kule soba. Kuna kipindi kule mwanzoni mwanzoni, niliona kama vile baba amenitelekeza, lakini alikuwa ananisaidia. Nilikuja nikakaa, nikafikiria, nikasema baba hapa ananisaidia, hajanitelekeza. Maana kama angekuwa ni kunitelekeza, singe nisinge tokaga kule. Mi nakumbuka kuna kitu kingine tena, mi nishie kukamatwa nikawekwa central lockup baada ya kujitambulisha kwa, mimi ni afisa afisa wa jeshi, sio afisa wa polisi. niliweka Yes, niliweka logo pale central. wiki ujitambulisha kwa akili zako, au tu ilitokea kama jinsi ulivyo Nili? Yani, nilitokea tu, ni vile unakuta naondoka nyumbani, situli nyumbani, nikakutana na yule mwanaume. Yule mwanaume anaishi kwa wazazi wake huko. Sasa yule mwanaume kumbe, nadhani ana tabia ya wizi. sasa na hizi sare za jeshi ziko nyumbani, lakini yeye sio mwanajeshi. Kwa hiyo sasa, kuna siku nikawa tunapita kwa mtani kwake, nasema huyu ni mme wangu, mimi ni afisa wa jeshi, sijui sasa. Nimevaa zile sare za jeshi. umevaa wewe eh? Nimevaa hizo, najitambulisha mimi ni afisa wa jeshi, huyu ni mme wangu, sijui nini. Maana ilisemekana kwamba huyo kijana aliiba kuku, aliiba kuku kwa mjomba wake. Kwa hiyo sasa mimi nikawa vile ninawatishia, huyu ni mme wangu, afi mimi ni afisa wa jeshi, nimevaa zile sare zile sare, sare za combat zile wananchi walikuwa walipatwa na hasira kali sana, walitaka waniue. Akatokea balozi, balozi ndo alifanya kuniokoa ule mtaa. Lakini baadaye kabidi wapigiwe simu wale, wale, lile gari linaitaji lile, wakawa wamekuja kunichukua pale, nimebebwa kwenye lile gari, auto imebeba mitutu, nikapelekwa mpaka sentri. Nimekaa lokap siku tano, hakuna ndugu yangu hata mmoja nimekaa anayejua nimekaa lokap siku tano. Baadaye ina, ina, natakosa nipelekwe mahakamani kusomewa mashtaka. Bahati nzuri kuna baba nilimuona, nikawa nimemfuata, nimemsalimia, nikawa namwambia, samahani, naomba umpigie baba umwambie binti yako anaelekea mahakamani kwao. Baba angu akawa amefika pale mara moja, tukawa tumeelekea mahakamani. Kufika pale mahakamani, kaa sana, nasomewa mashtaka, kusomewa mashtaka, nikaulizwa kama una mzazi au ndugu yoyote, nikasema ndio, baba angu yupo. Baba akawa ametokea kweli. Kipindi cho mtoto ndio yuko kituoni na kama wiki mbili, lakini imeshaondoka nyumbani mkashu, mimi nimeondoka nyumbani, siko nyumbani. Kwa hiyo pale, maana yake kama baba sio kuniwekea dhamana, ilikuwa ninapelekwa, ilikuwa napelekwa magereza Kisongo, lakini baba ikabidi aniwekee dhamana, kwa ile kesi ilikuja kufutwa. Sasa na yale mavazi ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma ya jeshi hawa mimi ni walivyokuwa naniuliza niliwaambia, mimi nimepewa na fulani. Wakawa wanaambia mashahidi waje, mashahidi walikataa kuja, kwa ile kesi ya kima wakawa wameifuta. Ila ndio maana nasema namshukuru sana baba yangu, maana kama sio baba yangu kuniwekea dhamana, leo ningekuwa bado niko ni magereza au dada nimeshahukumiwa kifo cha kunyongwa, siwezi siwezi jua. Sasa hapo, ah, pole sana. Ni kuombe sasa ah, kupitia haya ambayo umeweza kuyapitia pengine umempa sana baba shida. Ndiyo. Zungumza sasa na watazamaji wetu mabinti, ambao wanatabia kama hizo, una nini la kuambia? Uh, kwa mabinti wanaonitazama mimi mimi na, kama na washauri wamtegemee tu Mungu wamtumainie Mungu kwamba kwa Mungu hakuna linaloshindikana kwamba Mungu anaweza mambo yote na kwamba kwenye neno Mungu anasema uniite, nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua, kwamba sikio la Mungu sio zito hata asiwezi kusikia, kwamba hata kala ujamwomba amekusha kujua hitaji lako la ndani. Ndicho ninachowashauri mabinti wanaoniangalia.